Bwana yes, mtazamaji wa Simba fans TV kama, kawa, kama da tuko naye Heavyweight Dula kuzungumza yale ya kimichezo, lakini kama ambavyo tunafahamu leo ni tarehe kumi na mbili Mei 2025, wiki moja tu ama siku chache ndani ya siku tano zijazo, awekunda Msimbazi Simba watakuwa Moroko e, katika mchezo wa fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho, na huo ndio uwanja wake wa kujidai dai. Heavyweight Dula, na siku ya leo Kunda Msimbazi Simba wametangaza viingilio kuelekea mchezo wa marudiano ambao utapigwa Benjamin Mkapa. Kabla y kuenda kutazama kiufundi mm, e, RS Berkane ni wamekuwa bora kwa kiasi gani, hasa wale wachezaji wa kuchungwa kwa upande wao wakati wakiwa katika mchezo wao nyumbani, lakini pia katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwanza mambo ni aje Heavyweight? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo ni mazuri, yanakwenda yeah. yeah, ndio, bana leo wekundu wa Msimbazi Simba kabla ya safari siku ya alfajiri ya kesho mm -hmm. eh, wametangaza eh, kwamba viingilio vile elfu saba, elfu ishirini, elfu thelathini eh, kuna laki mbili na nusu kwa wale wazee wa platinum eh, ili kwa namna yake kwanza, umelipokeaje hivi na, of course ni viingilio affordable kabisa. Umeelewa, ni viingilio affordable kwa... naweza nikasema kwa hadhi ya mchezo wenyewe ni kama kiingilio kidogo kwa sababu ingekuwa ni reasonable, hata ni, ni kiingilio cha bei rahisi ingekuwa ni, ni elfu hamsini, elfu arobaini uh, ingekuwa reasonable, lakini Simba walichoangalia zaidi ni kwamba ile fainali ni kwa ajili ya mashabiki wote kuweza kupata nafasi ya kushabikia ya timu yao, unaelewa. Ndiyo. Ndiyo. na kwa sababu ni, ni, ni kwa ajili ya mashabiki, kwa hiyo yeah. ina maana kila mshabiki yeah. uh, anapaswa kuhakikisha kwamba anaingia uwanjani, kwa hiyo elfu saba nafikiri ni mzunguko elfu saba yeah ya mzunguko F7 ni bei affordable kabisa, na kwa wale wanaopenda kidogo eh eh, eh nafikiri VIP, eh, VIP, VIP, kwa hiyo sio mbaya, ni viingilio rafiki ndio, sawa sawa, 7000 2030 laki mbili na nusu mm, kwa viingilio katika mchezo huu wa nyumbani. Tunakwenda katika mchezo wa ugenini ambao eh, tunakwenda tukiwa kama timu ya pili mm, kwa sababu tutakuwa wageni wekundo wa Msimbazi Simba Anyway, kwa namna ambavyo umeifanyia tathmini RS Berkane kwa mchezaji mmoja mmoja. Mwalimu hmm, Fadu anapaswa kwenda kwa tahadhari na ya namna gani kichwani akiwa na majina ya wachezaji wa aina gani ambao kwa asilimia kubwa wanapaswa kupewa ulinzi maradufu wakati wa mchezo wa kwanza. Na of course, kwanza ka, katika kipindi ambacho Simba wameweza kushinda viporo hmm, vyake vyote kwenye ligi maanake ni kwamba wapo kwenye nafasi nzuri ya kuweza ku... Tengeneza mazingira ya kuweza kutoa taji la ligi kuu. Sawa. Lakini kwa sababu wako kwenye fainali ya kombe la shirikisho, wapo kwenye mazingira mazuri ya kutoa taji hilo. Lakini kwa sababu wako kwenye nusu fainali ya FA, ndio. Ndio. Wako kwenye mazingira mazuri ya kutoa taji hilo. Maana yake inaweza ikawa timu ya kwanza kutoka Tanzania uh, kutoa ile trebo na ile yenyewe no, no, yenyewe no. Na trebo na na ya ya anga ya jamii spina ambayo ambayo inahesabika kama trebo ambayo inahusisha international trophy pamoja na local trophies mbili simba inaweza ikawa timu ya kwanza kufanya hivyo lakini inaweza ikawa timu ya nane by the way kwa barani Afrika overall baada ya timu kadha wa kufanya hivyo ikiwemo tp mazembe EAS Vita, mc alca al ali Experience, ht of arc pamoja na mamelodi Sundowns. inakuja Simba stos, kama itaweza kufanya hivyo lakini by the way hata RS Berkane pia wana hiyo ndoto kwa sababu Morocco hakuna timu yoyote ambayo imewahi kutoa treble, haijawahi kutokea. E, nafasi hiyo walishawahi kuipata e, hawa Wydad Casablanca pamoja na FAR Rabat elfu mbili na sita huko, lakini walishindwa kutumia vizuri hizo nafasi. Kwa hiyo RS Berkane wana wana hiyo nafasi tayari, wana ubingwa wa ligi, wako kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuchukua kombe la shirikisho, lakini vile vile wako kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutoa taji la e, Moroccan Cup kwa hiyo kama watatokea wametoa hivyo watakuwa timu ya kwanza kutoka Moroko kutoa treble na wao hiyo nafasi wanaitaka. Kwa hiyo by the way, lazima uh, kuwa kuna tuseme, kuna tahadhari kubwa kwa Simba, yeah. Na miongoni mwa watu ambao wataenda ku make difference kwenye michezo mikubwa kama hii, mara nyingi inaamuliwa na mchezaji mmoja mmoja, tunakubaliana hivyo, si ndio? Ndio. ya kwa hiyo ukiniuliza, mimi nitakutajia baadhi ya wachezaji ambao kwa upande wangu naamini Simba wanapaswa kuwachunga katika hawa wachezaji mmoja mmoja, ukisikia mchezaji mchezaji, inaamuliwa na mchezaji mmoja mmoja. Sasa sasa yeah, ndo ndo hawa ndo hawa anaitwa sasa. <laughs> yeah. Usama, sasa ndo hawa, umeelewa. Wa kwanza anaitwa Usama Lamlawi, ni mshambuliaji mkongwe tu, ana miaka 29, maana yake ana uzoefu wa kutosha. uh, by the way amefunga mabao 17 msimu huu kwenye mashindano yote katika jumla ya mechi 29. Nafikiri unaona jinsi gani ambavyo jamani mfungaji m mfunga, na kwenye ligi ana mabao 9 akifungana na Hamza Darai wa FUS Rabat pia ana mabao tisa lakini anakuwa ni kwenye nafasi tisa. Ukisikia ukiisikia nafasi tisa, unaweza ukahisi labda uh, wa kwanza yeah, na mabao mengi. Hapana yeah. Ni Yusuf Fahli ambaye ana mabao 11 maana yake amemzidi huyu husama uh, labda mabao mawili mawili tu, unaelewa yeah. Ni mchezaji hatari uh, by the way, lakini nikukumbushe tu kwamba ni mchezaji ambaye kwa sababu RS Berkane wametoa taji lao la kwanza la ligi msimu huu, si ndio? Ndio. Haijaje kwa bahati mbaya kwa sababu kuna wachezaji wengi ambao waliwahi kufanya hivyo kutoa taji kwa mara ya kwanza kwenye timu ambazo wameshawahi kutoka kabla ya kujiunga na RS Berkane ikiwemo huyu mwamba ambaye aliwahi kutoa taji la kwanza akiwa na kikosi cha Tihad Athletic Sports Casablanca mwaka 2018 19 Moroccan Cup. Ikiwa ndo taji lao la kwanza na la pekee maana hajawahi kutoa yeah. tena taji jingine Moroccan Cup kwenye fainali na sio tu alikuwepo, alifunga mabao mawili katika fainali, of course, dhidi ya Hassani Agadir. Yes, alifunga mabao mawili dhidi ya Hassani Agadir yeah. Na anakuwa mchezaji wa kwanza kufanya hivyo toka alivyofanya hivyo Gigi Gonzo mwaka 2016 akiwa na ma dhidi ya Olympic safi, sawa. Lakini huyu Gigi Gonzo ni tofauti kidogo, sababu yeye aliweza kufunga bao la pili katika muda wa nyongeza baada ya zile tisini kumalizika kumalizika, zikaongezwa 30, ndio akafunga hilo la pili, akawa amefunga brace lakini ukisema ndani ya dakika 90 baada ya huyu Usama Lamla kufanya hivyo 2019, mtu wa mara mwisho kufanya hivyo alikuwa mwaka 1986 akifanya hivyo Abdul Razzaq Al-Khairi, ambaye aliweza kufunga mabao mawili kwenye fainali kipindi hicho, yeye anacheza katika kikosi cha Farabat, unielewa. Yeah, alifunga mabao mawili na ilikuwa ni dhidi ya Difa Hassan El Jadid mwaka 1986. Hiyo rekodi ndio anakuja kuvunja huyu 2018 19, alafu anaisaidia hiyo Tihad Athletic Club kuweza kutoa taji lao la kwanza kihistoria. Anarudia tena akiwa na RS Berkane, anaweza kuisaidia timu hiyo kutoa taji lao la kwanza la ligi. Maana taji lao la kwanza kabisa ilikuwa ni mwaka 2020 walitoa kombe la shirikisho, ndio ilikuwa taji lao la kwanza, lakini la ligi ndio mara ya kwanza. Jamaa amefunga goli 9. Eh, lakini ukija kwenye michuano ya kombe la shirikisho yeye ni mchezaji ambaye amefunga mabao mengi zaidi, mabao manne. Umeelewa? Ni bao moja tu nyuma ya kinara, Abdel Fattah Ismail Ben Hassemi ambaye alikuwa ni mshambuliaji wa kikosi cha USM Alger. Kwa hiyo huyu mwamba atahitaji either afunge mabao au bao ili aweze kufikia hiyo, eh, level ya kufuatia na Ismail Ben Hassemi kwenye hiyo mbio ya ufungaji bora. Lakini vile vile ikibidi afunge mabao hata mawili ili aweze kuivuka maana yake ili aweze kuwa mfungaji bora bila kutaina. Yote. Kwa hiyo, nao, Simba, finali, imebaki, kwa hiyo, sasa, ikitokea, kwa hiyo nafasi anayo dhidi ya Simba kwa sababu ndio finali imebaki mechi mbili, kwa hiyo sasa ikitokea wameshindwa kumdhibiti na by the way Simba wamekuwa na matatizo ya kuruhusu attempt za mbali, tumeona dhidi ya mashujaa mashujaa, tumeona dhidi ya uh, KMC jana akifanya hivyo chambo, uh, na huyu jamani mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kufunga hivyo, nafikiri wakufunga uh, unao wanaofuatilia ligi ya Morocco atakuwa mashahidi dhidi ya Meknes, uh, aliweza kufanya hivyo, aliweza kufunga bao la tatu kwa shuti kali katika ushindi wa mabao matatu kwa sifuri katika dimba la Stade de Berkan wakiwa nyumbani. Manake sasa aliweza uh, kupokea pasi kutoka kwa Yasin Labiri ambaye tutamzungumzia pia kama mchezaji hatari, akapiga mpira uh, kwa shuti kali na kuweza kufunga kufunga bao. Kwa hiyo manake ni kwamba uh, Simba Sports Club wanatakuwa wahakikishe hawarudi rudi makosa, goalkeeper Musa pini pini kamera mm, katika zile moments za kuamuliwa na mchezaji mmoja mmoja mashuti yamo Kuamuliwa na mchezaji mmoja mmoja mashuti ya mbali yamo na huyu anaweza kupiga mashuti. Kwa hiyo, wanatakuwa wawe makini lakini kuna mwamba kama Reda Haji pamoja na kuna huyu mwamba anaitwa Mama Dula mimi kama ambaye pia naye ameshawahi kufunga bao la shuti la mbali Novemba 10 dhidi ya Renaissance Zemamra mwaka jana. Katika bao la tatu, akishinda kwa mabao matatu kwa moja. Alipiga shuti karibu ya yadi 25 kutokea golini. Eh, yeah. Bila kumsahau mwingine anaitwa Reda Haji ambaye anakuwa mchezaji pekee kufunga mabao kwa mashuti ya mbali katika michezo Eh, michuano miwili tofauti akifanya hivyo kwenye kombe la shirikisho dhidi ya ya ya Stellenbosch, lakini lakini akifanya hivyo kwenye kwenye ligi kuu nchini Botola. Bao lake pekee kwenye ligi ligi ni ni Botola, alilofunga alifunga kwa mkwaju wa wa wa nje ya box. Simba watakuwa waboreshi. Hayo nimemzungumzia Usama Lamla, huyo ni wa kwanza, lakini wa pili anaitwa Po Barele Basene. Po Barele Basene ni nyota ya mshambuliaji kutoka chini Senegal. Of course huu Mwamba watu wanamkumbuka vizuri mwaka 2021 yeah. Aliunda kikosi cha Raja Casablanca ambacho chenyewe aliunda kikosi, maanisha cha Tengu FC na kocha Yusuf Dabo. Eh, alikuwa anaunda eneo la ushambuliaji, sababu ana Pape Osman Sako ambaye aliwahi kucheza Simba Sports Club, Jibril ambaye yuko Azam FC pamoja na GB Dio. Eh, huyu mchezaji ana record zake ikiwemo kuisaidia Tengu kuweza kutoa taji lao la kwanza la ligi kihistoria mwaka 2019. Ina maana hii mara ya pili anaisaidia timu nyingine tofauti ambayo ndio hii Berkane kutoa taji lao la kwanza kihistoria. Unaelewa? kwenye ligi ya Morocco. Sasa ameshawahi kufanya hivyo mwaka 2019, sawa? Tuna Usama Lamla alifanya hivyo mwaka 2019 akitoa taji taji la la la kwanza kwanza la kikosi cha Itihadi Athletic Sports. Yes, lakini ilikuwa ni Moroccan Cup. Kwa hiyo kuna zile DNA za kutoa taji lao la kwanza kihistoria, huyu huyu naye anazo, unaelewa? Yes, aliumia huyu katika, na kupelekea kukosekana kwenye mchezo wa nusu finali dhidi ya CS Constantine by the way. Lakini baada ya hapo pia amekosekana kwenye michezo minne mfululizo inayofuatia lakini kuna possibility kwenye fainali tukamuona kwa sababu Dr. wao, Dr. Talal Fadali aliweka wazi kwamba huyu jamaa ajaumia sana na anaweza akaanza kwenye mchezo wa wa finali. Huyu jamaa ni mchezaji mzuri sana, ana kasi, na kipindi, Raja, Blanca, ujema, liwebo, na kasi. Sawa. Unajua kipindi wana eliminate Raja Casablanca huyu jamaa 2021 na wakaingia hatua hatua ya ya ya makundi, makundi. Na, of course ikawa timu ya kwanza kuingia hatua ya makundi toka mwaka 2014 ilipofanya hivyo Jean De Arc kutoka nchini Senegali. Kwa hiyo toka chi paka wanakua wanaingiaakuingia wana hatua wa ya makundi hivyo, na hawa Wamba Gibril na hawaambwakina wakinanasha, ni mchezaji ambaye ana balaa na ameweza kufunga mabao matatu kwenye kombe la shirikisho by the way uh, ikiwemo aliyofunga dhidi ya Stellenbosch katika ushindi wa mabao matano 0 pale Berkan. Lakini anakuwa akifanya uh, hivyo amefanya hivyo mara pili, manake kwenye hatua ya makundi aliwahi pia kufunga msimu uliopita dhidi ya Stade malier kwenye ushindi wa mabao mawili kwa moja away from home maanake walikuwa mali jamaa, alifunga mabao yote mawili katika ushindi wa mabao mawili kwa moja Anakuwa Msenegali wa kwanza kihistoria kufunga back to back brace kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, haijawahi kutokea. Huyu mwamba ndo anakuwa wa kwanza, simsifi sana, ni mchezaji ambaye Simba wanapaswa kumchunga, sawa? Ana uwezo mkubwa, ana kasi, ana uwezo wa kupiga, ana uwezo mzuri wa kutumia mipira ya kona pamoja na set play kwa ujumla wake, kwa hiyo Simba wanatakiwa wahakikishe wanasoma movement za huyu jamaa especially kwenye set play, kwa sababu ana uwezo mzuri wa kujiposition. Na bao lake moja alofunga kwenye ligi alilifunga kutokana na mpira wa kona ambao ulipigwa na Matias De Barbosa, eh, kwenye mpira wa kona, lakini vile vile, eh, ni mchezaji ambaye eh, naweza nikasema ni mchezaji tegemezi kwenye eneo la ushambuliaji kwa sasa hivi. Na usamulia lakini mwingine anaitwa Yusuf Zaudi, umeelewa? Huyu Yusuf Zaudi ni mchezaji ambaye anacheza kama left wing au right wing, of course gogote, either left wing au right wing. Ana miaka 32, amehusika kuiona RS Berkane inatoa taji lake la kwanza kihistoria 2020 2020, sawa, akaja akarudia tena katika, ilikuwa ni kombe la shirikisho, katika tena kombe la shirikisho 2022, Moroccan Cup 2022 23, umeelewa? Cup Super Cup 2022, wakimfunga Wydad, alikuwepo Menelewa. Kwa sasa hivi anatafuta taji lake la tatu la kombe la na na shirikisho taji lake la saba overall. Yupo kwenye kwenye kwenye kwenye kikosi, jamani mchezaji mzuri, of course amefunga mabao mabao mawili mawili kwenye mchezo dhidi ya ya Stellenbosch kule away from home wakishinda kwa mabao matatu kwa kwa matatu moja moja. Pale katika uwanja wa Moses Mabida. Jamaa jamaa alifunga kama mbili. Na inakuwa ni kwa mara yake ya kwanza kwenye historia yake kwanza historia kufunga magoli mawili kwenye mechi moja. Paka tani miaka 32. Kwao hatishi sana ila easy moments zikijirudia, inaweza ikawa shida na alichaguliwa kwa man of the match. Mendilwa. Hiyo mechi ilifanyika Desemba mwaka jana na inakuwa man of the match yake ya kwanza toka alipopata hiyo man of the match yake ya mwisho Novemba 21, 2021 dhidi ya Fus Rabat. Sawa. Huyu mchezaji ni hatari sana kwenye mipira ya vichwa kwa sababu katika huo mchezo ambao amefunga mabao mawili, yote alifunga katika mipira ya ya ya vichwa kwa, Kwa set play inapigwa, kwa hiyo Simba, mpira, set play. Maana indirect Indirect free free kick zinapigwa anafunga, zinafungwa. Kwa hiyo Simba nafikiri wanaeleweka kwenye mipira ya set play, mda mwingine wanakuwa nyanya mbovu sasa inapigwa mpira wa kunatakuwa waangalia ni wabadi sana ikiwemo huyu Yusuf Yusuf Zaudi. Unanielewa, Simba wananielewa, lakini wanaelewa, wanaelewa, yeah, of course napiga hapana, hapana, wanaelewanapiga wengine bana Mkujani Makame Abdallah, ndio anaitwa Yasin Nabiri. yeah. Yasin bana, huyu Yasin Nabiri ni mchezaji mzuri sana ana miaka 30 ana DNA za kuisaidia timu kuweza kutoa ubingwa wake wa kwanza kihistoria. Yeah. Eh, akifanya hivyo pia msimu wa 2017 18 kuna timu inaitwa Al Ittihad Tanger, eh aliweza kuisaidia kutoa taji lake la kwanza mm, kwenye historia la ligi kuu nchini Moroko moja ni mchezaji muungwana sana. Nafikiri kwenye fainali ya msimu uliopita kati ya RS Berkane na Zamalek, kwa wale waliofuatilia, sijui kama uliangalia au vipi, alifanya tukio moja la kiungwana sana, ambapo Nabil Donga aliruka mpira, ye aligombania mpira na Nabil Donga, yeye akuruka na Nabil Donga, akaruka akataka kuanguka vibaya, alikuwa anaelekea kuangukia kichwa, jamaa akamdaka, akam akamrudisha chini kistaarabu kabisa. Lile tukio kwanza liliteka vichwa vya habari nchini Misri kwa muda hata wa wiki nzima, walikuwa wanamzungumzia tu jamaa jinsi gani ambapo alikuwa muungwana kwenye kumsaidia Nabil Donga asiweze kuangukia kichwa. Na Nabil Donga baada ya pale alienda kumshukuru mpaka kwenye insta story yake akimpongeza, na alikumbatiana naye pale pale kwenye mchezo, kuonyesha kwamba kile jambo ni kubwa sana. Huyu jamaa ni muungwana, lakini sio tu muungwana, ni mchezaji ambaye ndio roho ya kiungo cha RS Berkan. Ametengeneza nafasi kubwa tatu na asisti yake moja. Sawa, ni mchezaji mzuri na anaunda midfield trio bora zaidi kwenye ligi kuu nchini Moroko. Unaelewa maana midfield trio bora? Maana manake ma midfielders watatu wa RS Berkane, umeelewa? Ikiongezwa e, na Ayub Khairi, Yasin Labiri pamoja na Mamadou Lamin Camara ndio inakuwa midfield bora zaidi, kisha inafuatiwa na midfield ya Athletic ya, ya Tihad Athletic Sports. Inaelewa Ittihad Athletic Sports, ikiongozwa na Papa Amadou, Papa Amadou, uh, lakini vile vile Mohamed Anis, Mohamed Anis El Sahel, uh, lakini vile vile uh, Amin Mourad, Amin Mourad. Hii ndio midfield inao you know, fuatia lakini inafuatiwa na midfield trio bora namba tatu ni FUS Rabat. Inaelewa, kwa hiyo hizi ndio midfield midfield bora midfield trio bora zaidi kwenye ligi kuu nchini Morocco. Lakini baada ya hapo Eh, lazima nikwambie ukweli, hmm. Uh, ni mchezaji ambaye anapaswa kuchungwa. Sawa. Lakini ukiachana na huyo pia kuna Isufu Dalo. Nafikiri unaeleweka. Una, una, wanamfahamu, tunamfahamu. Isufu Dalo ana miaka 33. Ndio. Unaelewa? Ni mchezaji ambaye amefunga uh, mabao saba kwenye ligi, anakuwa center back aliyofunga mabao mengi zaidi kwenye ligi. Ndio. Unaelewa? Yeah. mabao saba, hakuna center back amefunga mabao saba msimu. Ni yeye. Yeah. Lakini ukiachana amekosa, amekosa, amekosa, amekosa na kufunga mabao saba, ameshindwa ku level ile rekodi yake ya msimu wa 2022 na 2023 akifunga mabao 8, lakini anakuwa mchezaji wa pili kufunga mabao mengi zaidi ndani ya msimu mmoja as a defender, manake inashikiliwa rekodi hiyo na mwamba mmoja anaitwa El Mehdi El Mehdi El Besil, alikuwa akicheza katika kikosi cha FUS Rabat akifunga mabao 9 msimu wa 2020 21, alafu hiyo hiyo rekodi kaja kuwa level na mwamba mwingine Uh, anaitwa Disney Bogues ambaye alikuwa anacheza katika kikosi cha naye akifunga mabao kwa hiyo, baada ya hapo ndo anakuja huyu Isufu Da ambaye alifunga mab eh, mabao nane. Kwa hiyo anakuwa mchezaji ambaye ana record, lakini by the way ana record nyingine, most most appearance appearance foreign player, amefanya aefaa mchezaji wa kigeni ambaye amefanya appearance nyingi zaidi ndani ya kikosi cha RS Berkane, amefanya uh, appearance zaidi ya 311 mpaka sasa na amefunga mabao 45, mabao mengi zaidi kufungwa na defender kwenye ligi ya Morocco. Sasa naelewa vizuri, anafunga mabao jamaa huyo. Sawa, na aliingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya Inter Club Player of the Year, Inter Club Player of the Year msimu huo ulomalizika. Umeelewa? Yes. Akifunga mabao inamaanisha akifunga bao kwenye finali dhidi ya Zamalek, sawa, katika ushindi wa mabao mawili kwa moja pale nchini Morocco, akifunga bao la penalty nyingine jingine lilifungwa na partner wake kwenye eneo la ulinzi, ambao wanaunda eneo la ulinzi wakati pale RS Berkane eh? likitoka kwenye krosi ya Mohamed El Morabit, na inakuwa, maana yake, magoli yote mawili yamefungwa na walinzi wa kati. Inakuwa ni kwa mara ya kwanza kwenye historia kwenye fainali ya michoano ya kombe la shirikisho, walinzi wawili wakati wanakombaini kufunga mabao yote mawili. Sina, haijawahi kutokea. Hawa RS Berkane ndio wametokea, mind you eh Hawa ni mabeki wazuri zaidi kwenye kikosi cha RS Berkane na ligi ya Moroko kwa ujumla wake. Unaelewa? Of course eh, partnership ya pili kwa ubora kwenye ligi ya Moroko ambao wadau wengi wanaamini ni bora ni ile ya FUS Rabat ya Kiruna na Yahya El Mkhaliq. Unaelewa? Pamoja na Amin El Meskin, Meskin, Amin El Meskin. Sawa? Yes, kwa hivyo uh, Simba wanatakuwa waangalia wa jamaa kwa jicho la ziada. Mimi kwa upande wangu nafikiri kila ambacho Simba wanahitaji kujua mimi nimewapa. Ndio sasa hapo ni kazi kwao, ndugu tena ndugu yangu, kama takuwa wamesikiliza na wamezingatia, inshallah tunaweza tukaona Simba Sports Club ikiondoka na hili taji inshallah. Tuseme insha Allah, inshallah kwa faida ya wana Simba, lakini pia ya Tanzania kwani eh, katika maisha yetu tangu kuumbwa ulimwengu huu sidhani kama Tanzania tumewahi kushuhudia kombe e, la kimataifa ambalo linahusisha bara la Afrika kwa ujumla. Tumeshuhudia kimataifa Kagame hizi Taska e, ilikuwa lakini si shirikisho la klabu bingo. Kwa hiyo tunaamini inshallah Wekundi wa Msimbazi Simba anaweza kuwa timu ya kwanza Tanzania mm, kufanya hivyo. Amina, inshallah. Mimi kwa upande wangu nimeshaweka sawa kila kitu ambacho Simba wanapaswa kuzingatia kufanya na nini. Kilichobaki ni, kilicho ni wao wenyewe Simba Sports Club waangalie namna gani wanaweza eh. E.